Karibu kwenye chaneli hii ambayo yanakupa maarifa juu ya mambo yanayotendeka ndani ya mwili wa binadamu na wengi hatufahamu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi tafadhali bofya kitufe cha like subscribe, weka komenti yako na share kufikia watu wengi zaidi. Chaneli hii bado changa, kufanya hivyo kutasaidia kufikia watu wengi zaidi. Leo acha tugusie jambo moja hivi ambalo limewahi kuwakuta baadhi ya watu. Hivi umeshawahi kusafiri ukaenda kulala hotelini kijijini au kwa ndugu, lakini ukajikuta haupati usingizi vizuri. Unalalia kitanda kipya, chumba kizuri, umepanga vizuri, lakini bado kichwa kimejaa usingizi wa mang'amng'amu, yaani nusu umelala nusu umeamka. Wengine ujikuta wanazunguka kitandani usiku kucha bila sababu yoyote inayoeleweka. Usijilaumu wala usifikiri ni nguvu za giza. Hii ni hali ya kawaida kabisa inayowapata watu wengi duniani. Kwa mujibu wa tafiti, takriban asilimia 60 ya watu hupata shida ya kulala usiku wa kwanza wanapohama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hali hii imepewa jina la kitaalamu First Night Effect, kwa tafsiri sio rasmi ni maudhi ama madhara ya usiku wa kwanza. Lakini sasa swali kubwa ni kwa nini hali hii inatokea? Wataalamu wa masuala ya usingizi wamegundua kitu cha ajabu kuhusu ubongo wa binadamu. Wanapotumia mashine maalum kupima mawimbi ya ubongo, wameona kwamba usiku wa kwanza mtu anapolala katika mazingira mapya, ubongo haupumziki wote kwa wakati mmoja. Badala yake, sehemu moja ya ubongo inabaki macho kidogo, huku sehemu nyingine ikilala. Kwa maneno mengine, nusu ya ubongo inalinda nusu inalala. Ni kama vile ubongo unasema, subiri kidogo, hatujui hapa kama ni salama au la, tuwe macho kidogo kwanza. Hii ni sehemu ya mfumo wa kujilinda wa mwili, defense mechanism, ambao umetokana na maelfu ya miaka ya mabadiliko ya kibinadamu. Wakati mababu zetu walipokuwa wakihama kutoka eneo moja kwenda jingine, kulikuwa na hatari nyingi: wanyama wakali, hali ya hewa au watu wasiowafahamu. Hivyo ubongo ukajifunza kujilinda usiku wa kwanza sehemu mpya kwa kutojilaza kabisa, ili uwe tayari kuamka haraka ikiwa hatari itatokea. Watu wengi wanapopitia first night effect hushuhudia mambo kama haya: kichelewesha usingizi, unajikuta ni saa nane usiku bado macho; kusikia sauti ndogo ndogo, hata zile ambazo kawaida usingezisikia nyumbani; kuota ndoto za kuamka mara kwa mara au kuhisi kama mtu anakutazama; kuamka asubuhi ukiwa umechoka licha ya kulala saa kadhaa. Kimsingi, ubongo wako unakuwa una scan mazingira mapya, huku wewe ukijaribu kulala. Utafiti uliofanywa na watafiti wa chuo kikuu cha Brown Marekani ulitumia mashine za EEG kupima ubongo wa watu waliolala katika mazingira mapya kwa mara ya kwanza. Matokeo yalionyesha kwamba sehemu ya kushoto ya ubongo, hemisphere ya kushoto, huwa haingii katika usingizi wa kina, deep sleep. Sehemu hiyo inabaki katika hali ya ulinzi ikifuatilia sauti, harakati na mabadiliko ya mwanga Hivyo usiku wa kwanza huwa kama ubongo wako unafanya shift ya salama, unakuwa mlinzi wa mwili wako. Ndiyo maana mtu huamka kwa urahisi, hata kwa sauti ndogo au kwa mwanga mdogo. Habari njema ni kwamba hali hii dumu kwa usiku wa kwanza pekee. Mara ubongo unapothibitisha kwamba mazingira ni salama, hakuna kelele nyingi, hakuna hatari, usingizi wako unaanza kurejea katika hali ya kawaida. Ni sawa na ubongo kusema, sasa tumehakikisha hakuna tishio tunaweza kupumzika kipilikifu. Je, kuna njia za kupunguza hali hii? Zipo njia kadhaa ambazo zinaweza kusaidia kupunguza first night effect hasa kwa watu wanaosafiri mara kwa mara. Moja, beba kitu cha nyumbani kama mto wako, shuka au harufu unayozoea. Hii humsaidia ubongo kutambua mazingira kama salama. Mbili, sikiliza muziki tulivu au sauti za asilia kama mvua, upepo au mawimbi ya bahari husaidia kupunguza tahadhari ya ubongo. Tatu, epuka kahawa, simu na televisheni saa chache kabla ya kulala; mwanga wa skrini huchelewesha usingizi. Nne, fanya mazoezi madogo mchana kusaidia mwili kuchoka kwa njia ya kawaida. Tano, weka mwanga hafifu badala ya gasa totoro; ubongo wa huchukulia gasa kali kama mazingira yasiyokuwa salama. Hivyo basi ukijikuta umesafiri na huwezi kulala vizuri siku ya kwanza, usiogope. Sio kwamba mwili wako una shida, ni ubongo wako unalinda maisha yako. Ni kama askari anayeamua kulala akiwa na jicho moja wazi hadi awe na uhakika hakuna tifyo. Kwa hiyo usiku wa kwanza ni kama mazoezi ya ulinzi kwa mwili wako, na mara ubongo unapohisi salama, usingizi wa amani hurudi kama kawaida. Natumai umepata kitu na umeelewa kwa nini hali hii inatokea. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi tafadhali bofya kitufe cha like, subscribe, weka komenti yako na shera kufikia watu wengi zaidi. Chaneli hii bado changa, kufanya hivyo kutasaidia kufikia watu wengi zaidi.